Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara inaendelea kutekeleza kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia Legal Aid Campaign. Tangu kuzinduliwa kwa kampeni hii tarehe 27 Aprili 2023, jumla ya mikoa 25 ya Tanzania bara imefikiwa na kampeni hii. Mikoa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika ni kama ifuatayo: Dodoma, Manyara Shinyanga, Ruvuma, Simiyu, Singida, Iringa, Mara, Songwe, Morogoro, Njombe, Katavi, Tabora, Geita, Kigoma, Mtwara, Mwanza, Kilimanjaro, Mbeya, Lindi Rukwa, Pwani, Arusha, Tanga na Kagera, ili kuhitimisha nchi nzima kwa upande wa Tanzania bara. Mkoa uliobaki ni mkoa wa Dar es Salaam, ambapo kampeni hii itatekelezwa mwanzoni mwa mwezi Juni 2025. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa Tanzania Zanzibar utekelezaji wa kampeni ya msaada wa kisheria ya mama Samia umefanyika katika mikoa mitatu ambayo ni Kaskazini Pemba, Mjini Magharibi na Kaskazini Unguja. Aidha, mikoa ya Kusini Pemba na Kusini Unguja, kampeni inaendelea kutekelezwa sasa na itakamilika ndani ya mwezi huu wa tano.